mmoja katika nafasi yake anaweza. Ni wakati sasa wa Watanzania kwa umoja wetu kuiona fursa pana iliyopo katika ardhi yetu, ni kwenda sasa kuonyesha uzalendo wetu. Ni wakati wa fursa katika kilimo, tukasimamiane kwenye kufanya kazi. Watu wanajitahidi kuzalisha sana, masoko yakoje? Ni wakati wa kujenga mnyororo wa thamani wa mazao yetu bora yanayopatikana katika ardhi yetu. Tuwe tunajua mwaka huu tunategemea mazao kadhaa tani kadhaa. Hizi tani hizi ni internal consumption, lakini hizi ziko tayari kwa soko la nje. Je, soko la nje ni lipi na wapi? Kwa hiyo kaangalieni masuala ya masoko. Ni wakati wa watanzania wenyewe kuwekeza katika kilimo ni wakati wa fursa.